Hapa huku ya, ya juu nyongeza kuna watu ambao tunaweza kuwaiga kwa sababu unasikia Finland wana utaratibu fulani Japani, uh, kabisa, eh, kabisa zote hizi eh, Finland, Japani, China wenyewe wamewekeza mm. sana kwenye skills training kutoka ya chini, kwa sababu ndio unapojifunza skills huku. Unajua, vyuo vikuu, elimu ya chuo kikuu lengo lake, kwa kweli tunachanganya sana kuna, mm. kitu, kuna, kuna education and training. Mm. elimu na mafunzo elimu ya chuo kikuu ipo mendi kwa maana ya elimu. Universities maarifa. Maarifa. Universities educate. Universities not train. Training inafanywa na waajiri na vyo huku vingine, unaelewa. Kwa hiyo hili ni somo gumu kidogo, lakini ndio maana tukienda kwa Harvard. Kwa sababu training ya skills inafanyika somewhere else. Kwao haishangazi mechanical engineer wa chuo kikuu akashindwa mm. kuziba pancha, atakaojifunze huko mtaani kwa lazima. Mitaa yetu vyoo vyetu elimu yetu ya awali, huko ndio ichangamke kufanya mambo ya skills. Huko universities tunataka kufundisha watu kupata maarifa mapana na uwezo mpana wa kuweza kuchanganua na uwezo kujifunza. Kwa sababu mtu alimaliza chuo, tofauti yake ni kwamba wewe ambao ungeenda kuchukua kujifunza miezi mitatu mtu mm. wa chokora kajifunza siku mbili, hilo mm. jambo akalielewa. Kwa hiyo kufundisha skill sio gumu sana kama umeweka msingi mzuri okay. Na, na, na, okay, ah, wapo wengi lakini sio mm. wengi sana wenye degree wachache mm. kwa sababu lazima uongeze wa idadi ya watu ambao critical mass. Mm. eh, kuchambua mambo mm. kuelewa sasa, haishangazi ambalo, ambalo ni tatizo kubwa nalo, kwa hiyo mimi kwamba lakini wasiwasi wangu hiyo isije ikafuta umuhimu wa wachu, wa vyuo vikuu. Umuhimu wa chuo ni hii ya kuambia mfano watu wanavyoipokea kwa mfano ya kwenda kujifunza ujuzi, nasema mm -hmm. Ah, sasa nipite tu njia ya mkato mm, lakini elimu ni kitu cha msingi sana. Mimi hapa baada nimemaliza PhD, wakati ninafanya research zangu hapa mm, nilianza kusoma postgraduate diploma ya sheria Nilikuja tu nikagundua kwamba eh, actually, katika shughuli zangu napigwa na nahitaji sheria <laughs> mm. Sasa yaani swala la kuongeza ujuzi ndio maana tunasema mm. Lazima ile inaitwa lifelong learning mm. Yani kuwa na tabia ya kujifunza kila, kila, kila siku mpaka unapokufa mm. Kwa hiyo elimu, ndio maana ya elimu haina mwisho mm. Ukigundua kwamba eh, sasa hivi hapa nilipo, mke wangu anaanzisha kufuga kuku, tuna shamba letu fulani uko diplomasia kama waziri. Mm. Na PhD shidi yangu sivijui ni kweli lazima nikajifunzishe diplomasia, namna ya kufanya mambo haya, mambo ya mambo ya tafaki, yani both sides the compliments yes. Unajua kwa mfano sisi wengi ambao tumefanya kazi kwenye media, nikizungumzia miaka nyuma, sisi tunaanza, tumeanza kazi kabla ya kusoma mm. masuala ya, ya, ya utangazaji mm. lakini unapoenda kusoma masuala ya utangazaji yes. wewe unayo practical mm. yako oh, lakini yeah. haimaanishi huku you won't get anything, kuna vitu vingine ni kwa sivijui, kuna lots of things ambazo hukujui wakati unafanya practical peke yake bila kusoma, lakini pia ukisoma huku uje ufanye lazima lazima yani, kuna kitu ambacho utatoka nacho upande wa pili. Mimi nataka kuuliza swali moja eh, la mwisho kwa sababu tuna dakika 5. na, na, na nitakuwa moja nitakuwa na, na moja la kumalizia. Eh, hili la kwangu <coughs> sedhari kaaikuwa limezungumziwa nilikuwa naangalia wenzetu wa Nigeria, kuna sehemu ile inaitwa Delta region, wakazi wa pale wanalalamika kuhusiana na involvement ya, ya Wachina ama tuseme wageni katika maeneo yao, ingawa kazi zao ni muhimu ambazo wanazifanya pale, uwekezaji kwenye masuala ya mafuta, kwenye masuala ya gesi, lakini pia kwenye miundombinu infrastructure, lakini uh, wanapokuwa pale wenyeji na maeneo yanakuwa yanaharibiwa, kunakuwa na uharibifu mkubwa wa mazingira, lakini pia displacement ya watu. Yeni, so, so kudisplace makazi watu kuhama maeneo yale pale kutokana na makazi ama kazi ambazo zinaendelea pale, kutokana na kutokuwa na usimamizi mzuri wa mazingira hata kwenye masuala ya social responsibility uh, kwenye makampuni haya, tunapoongelea kwa mfano kama Arusha Mererani, sisi tunajivunia sana Tanzanite. Hakuna sehemu yote ambayo unaweza ukaipata zaidi ya kuichimba Tanzania. Ukienda Mererani pale, mazingira yake hayakuambii kwamba hapa kweli Tanzanite natoka. Ukiangalia jamii ambayo inazunguka maeneo ya migodi, ukienda the same thing kwa sababu e, yes, unategemea hawa ndio ndo wafaidikaji na baadhi Shinyanga, Mwadui ukienda, ukienda, ukienda, e, ukienda maeneo haya, lakini ukiangalia ni maeneo ambayo hayana maendeleo. Kuna, umasikini, maana kuna umasikini mkubwa pembezoni mwa uh, miradi mikubwa ambayo iko pale ambayo inatakiwa kuwafaidisha wananchi pale. Tuna mipango gani? Ni usimamizi mbovu ama ni utekelezaji mbaya? Ni sheria pia hazijatosheleza katika kusimamia uh, vizuri ni nini ambacho kinaendelea na, na kwenye mipango kama hiyo pia mimi nadhani kikubwa sana kwenye masuala haya ni kuhakikisha kwamba kwanza tuna sheria na tunazisimamia, na, na pale inapotokea mapungufu tunatunga sheria nyingine mm. E, kwa hiyo mimi nataka tu kutumia nafasi kutoa wito kwamba e, sheria tunazo ambazo zina, zina, ra, zina ratibu nani anaingia nchi yetu kufanya nini, kwa muhimu ni kuzisimamia na tutoe wito kwa wataalamu wetu kuzisimamia na pale ambapo sheria zina mapungufu kama ambavyo tumeona katika mjadala huu. mm. Sisi ni jukumu letu serikali na bunge kuhakikisha kwa kwamba tunakuja na sheria na kanuni ambazo eh, zina, zina, zinashughulikia majambo kwa sababu lengo ni kwamba eh, moja hatuwezi kuzuia wageni kuja, uh -huh. Lakini wageni wanapokuja wafanye shughuli zao kwa mujibu wa sheria, lakini sisi kama serikali tuna wajibu kabisa kabisa wa kuwawezesha Watanzania kufaidika katika nchi yao, waweze kufanya shughuli zao lakini kuwezesha kuweza kushindana duniani, sio tu kwa Tanzania wa. Ni muhimu sana tujenge uwezo wa watu wetu kushindana na kuweza kuchangamkia fursa, kwa sababu kuna maeneo mengine unakuta ilikwepo tu akaja mgeni akaanzisha. Ah, huyu kwani kaanzisha biashara hapa? mm. Lakini wewe ulikuwa hapa pale, mbona ukuanzisha? Kwa hiyo ni swala la kuweka uwezo wa watu wetu kushindana na kuwajengea uwezo Nasitu, na sisi tunakiri kama serikali, ni jukumu letu, lakini kuendelea kutoa elimu kwa, uh, ya umma kama hivi na kuendelea kutoa wito kwa Wanatanzania kwamba inapotokea changamoto kama hizi eh, wasisita kuieleza serikali kupitia vyombo yeah. vya habari mm. na sisi kama serikali tutachukua hatua kuhakikisha kwamba mm. eh, tunayashughulikia. La kwangu la mwisho uh, Mheshimiwa, kwa leo dunia sasa hivi inazungumza kuhusu matumizi ya artificial intelligence mm. tumeiona kwa upana wake kwenye maeneo mengi, yanatengenezwa marobot sasa hivi yana uwezo mkubwa na ufanisi mkubwa wa kufanya kazi. Uh, na tunaambiwa huko tunapokwenda itafika sehemu yana uwezo na ufanisi zaidi kuliko hata binadamu. Uh, tunazungumzia mpaka kwenye huduma za kijamii na vitu kama hivyo. Uh, tunapanga miaka 25 kutoka sasa Deo. mpaka 2050, manake bila shaka tunakwenda kwenye era ama kipindi ambacho matumizi yatakuwa yanazidi kuongezeka. Umelizingatia hiyo wakati mnatengeneza yes. mpango huu? Tumelizingatia kwa sababu kwenye, kwenye dira hmm. Kuna eneo linaitwa viwezeshi yani, mm. uh, drivers mm. moja ya driver ni teknolojia namle. mm. Tumezungumzia habari za A, A, A, AI, AI. Mm. na tumesema kwamba wakati tunazindua dira tutazindua pia mikakati yake ya utekelezaji na moja mikakati mm. ambayo tunaandaa ni AI, kwa lazima tuwe na mkakati wa akili mnemba kila siku mm. last time akili wa akili mnemba sio hivi, inaitwaje? Lakini sasa hivi tumekaa kwenye mnemba, bado tupo kwenye akili unde. Akili, akili akili unde unde, haya BAKITA wanasema ndo akili unde unde, kwa hiyo, okay. Tutazindua mkakati wa akili unde ambao lazima kama nchi tuwe nao kwa sababu ni kitu ambacho kwa sasa mm. eh lazima vijana wetu wakitumie, na lakini pia suala la kudhibiti matumizi yake, kwa sababu sio kutumia tu na kutengeneza lakini, eh, akili unde can be very dangerous mm. So, lazima tuwe na mkakati wa kumeki sure kwamba matumizi yake yanatusaidia yanakuwa chanya. no, roi wamefuta wa kwenye, kwenye, kwenye mifumo yao ya elimu. Nilikuwa namwangalia nimeona hiyo mimi la kwangu la mwisho, yeah. Tizia, e, yani kuna namna ambayo wanadhibiti wana kwa sababu wasiwasi wao ni kwamba binadamu na anakosa uwezo wa kujifunza matumizi yake ya akili yanazidi kupungua kila siku. Mimi mimi nimalizie, Mheshimiwa Waziri, kwenye, la mwisho kwenye dira kuna chochote kimesemwa kuhusu serikali kupunguza matumizi yake? Uh, la kwanza lakini la pili si, sijui kama watu wetu wanafundishwa kuhusiana na genera, generational wealth namna hmm. na ya kutengeneza utajiri ambao akiondoka, siza na kila kitu kimeondoka. Mm. Cha mwisho tuambie, bungeni unarudi? Nani jimboni vipi, kukoje? Kuna watu wamepitapita, unaweza kuanza na hilo ukitaka. Kuna watu wanaenda sana misibani sasa hivi hadi kwenye birthday. Niseme labda itabidi tutafute fursa kwa ajili ya kuja kuzungumzia dira tutakapokaa tumeizindua. Yes, ndio. Lakini niseme ni tu kwamba tumeliweka hilo ule ndani eh, kuna kipengele kabisa namna ya kufanya Mm. Uh, wealth creation kwa sababu tunadhani ni, ni ni, jambo la la, la msingi sana hilo tutalizingatia tumeliweka, lakini natumai tutapata fursa kwa ajili ya kuja kuzungumzia dila kwa sababu kidogo mm. uh, ina mambo mengi nadhani ukimkisha inazinduliwa ina ina eh, nadhani kutokana okay. na nafasi ya mheshimiwa rais tulivyopendekeza ni mwezi wa sita sita hapa, na ikizinduliwa, maana yake ni kwamba baada ya hapo nini kinaanza? Kishazinduliwa sasa, mnaanza kutengeneza mipango kwa sababu mm. dira hii itaanza kutekelezwa mwaka 2026 mm. Julai. Okay. Okay. Kwa sasa hapa tukishazindua, mm. kinachofuata ni kuhakikisha kwamba kila sera ya nchi ina line na dira na dira. Sheria, na pale, mm, na pale mweshimia kwenye ile iliyopita ambayo tunaimaliza mwaka huu mm. uh, utaona kulikuwa kuna udhaifu wa ushiriki wa watu. Ndio. Yaani ku, watu kujua yaani leo ukimsumumisha mtu ukimwambia Vision 2025 yeah, ina nini na nini yeah. wanakuwa hawajui. Nataka kuamini tutajifunza kwenye tumejifunza, ndio maana tumeweka mwaka mzima kabla haijaanza kutekelezwa mm, mwaka mzima ni mkakati wa mawasiliano, ili hatimaye kama tulivyofanya wakati wa kukusanya maoni, kama mlivyoona tusuwashirikisha, mm, tutakuwa na mwaka mzima wa mawasiliano kwa umma kwa ajili ya kueleza kitu gani kipo humu, utekelezaji walikuwaje, wewe kwa utahusikaje, kila mtu. Kwa hiyo tutakuwa na mwaka mzima. Kuna mtu mmoja nilimsikia ana, aliangalia video nikampa elimu mm, hamkunilipa lakini, anasema <laughs> angalia, mtu anaongea amepewa nafasi ya kutoa maoni kwenye dira anazungumza vitu havieleweki, nikamwambia, sikilizeni, hii tume, hao watu wana akili. Walichofanya ni kwamba wanakupa wewe utakachokizungumza, sisi tuna kitafsiri kidira, kwa sababu kama anazungumzia mahari ipungue, maanake ni kwamba kwamba huyu anazungumzia poverty. Sasa sisi tutengeneze mazingira hao watu wawe na nguvu, yeah, exactly. ya kiuchumi kiasi kwamba asilalamike tena kuhusu mahari. jimboni bado nipo jimboni, nipo mm. na watu wanapita hapa Dar es Salaam kupita <laughs> hawezi kuacha <ta>, lakini <laughs> e, kwa kazi tulizofanya nivyokawa na wananchi wangu bado nipo bado, <laughs> nipo, mapambano yanaendelea. una cha mwisho ambacho unatamani kuambia? Kwa kweli ch cha mwisho tu niseme kwamba ndugu wa Tanzania kupitia kipindiki, <laughs> niwaambie kwamba serikali yenu chini ya usimamizi na uongozi wa Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu, inayo nia ya dhati kuhakikisha kwamba Watanzania wanafaidika na matunda ya nchi yao na tutaendelea kuweka sheria wezeshi kwa Watanzania eh, wakati wote tukiendelea kuwakaribisha wawekezaji kwa kwa kuhakikisha kwamba wawekezaji ambao wanakuja hapa, wanakuja hapa kuleta faida kwa nchi na kwa Tanzania na sio kusababisha madhara kwa muhimu hapa, tutaendelea kuimarisha sheria zetu ili wawekezaji hawa wawe na faida kwa nchi yetu, lakini Watanzania wahakikishe kwamba nchi inabaki kuwa ya kwao, wanaimiliki na wanafaidika na maendeleo makubwa ya uchumi. Nashukuru na sana Mheshimiwa Waziri kwa masaa takribani matatu na nusu eh, ambayo tumekuwa naye hapa nyumbani kwake panaitwa Goba Power Breakfast leo kumetoka nje kwa ajili ya kuja hapa kuweza kukutana na mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, wa mwisho kabisa aliyokaa kiofisa kabisa pale, na na shati lake la bluu papo bahari, sijue tena inaitwa nini ile pale, kama mtu anaitwa <laughs> Anaitwa Masud Kipanya kutoka KP Motors. So unasikiaga eh? Kuna kuna watu na viatu? Eh, kwa hiyo huyu hapa atakuwa mtu au kiatu? Haya, baada ya kule <laughs> sijamaliza lakini tumekuwa naye hapa Sheikh Senene. Ni ya. Sheikh Senene kutoka kitenda guru. Haya. Lakini bara gesi ya chake hapa anaitwa hapa hamna tofauti, kama kwenye siasa huna rafiki wa kudumu wala huna adui wa kudumu. Anaitwa Siza, mimi naitwa Feti. Tutakutana tena kesho kwenye Power Breakfast ya Clouds FM. Baba.